Naam, shirika la kubaini ubora wa bidhaa nchini KEBS limewatahadharisha wafanyabiashara dhidi ya matapeli wanaojifanya kuwa maafisa wa shirika hilo na ambao wanawahangaisha wafanyabiashara. Visa vingi vimeripotiwa katika kaunti za Kwale na Mombasa ambapo watu wanaojitambulisha kama maafisa wa KEBS wamekuwa wakivamia biashara ndogo na kuwalaghai wafanyabiashara.

inaharibia jina Kenya Bureau Standard, lakini si wafisa wao, na tungeomba, uh, public, uh, na media, kwamba Kenya Bureau Standard kuna vile naza kujua kwamba huyu ni mfanyakazi wa Kenya Bureau Standard ama sio, na anatuma message wa nambari yake ya ya kitambulisho, kwa sababu akija introduce atapena kadi yake ya kazi kama ni wa Bureau Standard, na apena nambari yake ya kazi ili mwenye, e, mwenye biashara mm, au mtu yote mwenye anaenda kutembelewa anaweza kuangalia ama a